Tundulisu kwangu mimi na mimi kwake yeye, mi ni dada tukwa, Tundulisu k kwa nakuja kumuona dada yake kwa kama anashida, kama ananina, atakuja kusema kwa dada. Hakuna tension ya kisiasa Tundulisu haipo, anakuja kumuona yake, raisi wake katoka kuniona, uin nitamsikiliza anasema kitu gani. Ila mimi siwezi kukwambia kuna hili kuna hili mpaka nimsikilize, anasemaje. Lakini anakuja in a very friendly manner. Kama unakumbuka Tundulisi walilazwa Nairobi, mimi nilikwenda kumuona in a very friendly manner, kama dada, nilikwenda nikamuona na tukazungumza vizuri tu. Sasa inapokuja kwenye ubinadamu Tundulisi, mi, mimi mdogo wangu tu. Atakuja tutazungumza, na shida zake za kisiasa tutazungumza, ila siwezi kusema sasa hivi anakuja na nini, siwezi